Sasa mambo ya CCM nitaeleza baadaye kidogo. Leo hii tupo tunaenda kwenye, kwenye uchaguzi mkuu, bado story tunaisema ni ile ile. Sasa kuna kundi lingine la Watanzania nalo linatutukana kweli kweli, hawasikilizi hoja, wao ni matusi, tunasema tushakujua wewe, tushakujua wewe, tushakujua wewe Alafu nilayaongea hivyo si kwamba ni peke yangu, na upande wa, upande, upande wanaotofautiana na, na mtizamo wangu wanazungumza, na hakuna anawaambia tushakujua wewe hasa. Najiuliza hivi wewe Polepole unajua, kwanza kwa umri wako mdogo kama ushakuwa mnafiki, wanasema wazee, ukiwa mtu mzima utakuwa mchawi. Iweje kipindi kile kwa stori ile ile nimetukanwa, leo hii kwa stori ile ile ninatukanwa, tatizo langu au la wanaonitukana? Hiyo nimewachia ninyi mjadili hiyo nimewachia ninyi mjadili, tatizo ni la nani? Wakati wote mimi hukaa na kusikiliza hoja za wenzangu, na kwa sababu ni nzuri tukafafanua. Na mi naomba kama muda kidogo tu, wakati wa bunge maalum linaendelea Ninyi mliona sarakasi zilizoendelea tulipokuwa tume ya mabadiliko ya katiba. Tukafanya kazi ya ziada tukazunguka kote tukizungumza na wabunge wa CCM na vyama vya upinzani, tukazungumza na viongozi wa staafu wengi. Tu wakatuambia tatizo, ninyi mmeleta maoni hayo kwenye rasimu yenu ya Warioba inadhoofisha uraisi, inadhoofisha uraisi. Hivi haya mambo ya kuwekea masharti uraisi yalitoka kwa Warioba na wenzake au yalitoka kwenu? Yalitoka kwa Warioba au yalitoka kwenu? Mbona mnasema kwa kuhofia? Mambo ya kuweka masharti kwenye madaraka ya uraisi yalitoka kwa Warioba au yalitoka kwenu? Siki, shika maneno yako, shika maneno yako hivyo hivyo. Wabunge fulani wakasema Ninyi mmekosea jambo moja, hii ya kushusha madaraka ya rais, alafu hii ya muungano mlioleta. Sasa wanamuuliza mwenzangu, na hapa nisamehe kwa sababu ni mambo ya zamani, nitamtaja na nitawataja watu nilizungumza nao, ili wakinikatalia kuzungumza nijue nimeshasema. Profesa Kabudi anazungumza na watu katika mizunguko ile. Profesa Kabudi simnamjua anawasimulia rasimu, anawasimulia rasimu. Wanamwambia sikiliza, kwa hiyo Profesa, unashauri bwana mkubwa achukue ipi, ya muungano au ya Tanganyika? Profesa anasema ah, kwa sababu mkubwa bwana mkubwa bwana mkubwa huyu bwana mkubwa, mkubwa, alikuwa na wapambe wengi zamani zamani, kabla hatujafika hapa leo wanasema bwana mkubwa kusema anataka ukuu wa nchi, nafikiri achukue ya muungano hii. Hiyo ina kitu gani? Wanasema hiyo ndo mkuu wa nchi anawakilisha nchi UN kule na nini e, mizinga ishirini na moja. Wakasema vipi sasa na mambo ya ardhi, mali asili, gesi, tumegundua madini, inakuwaje? Wakasema hayo hayamuhusu. Wakashangaa kusema hayamuhusu, wakasema eh, hayamuhusu. Ah, okay, sasa na hii ya Tanganyika ina nini? akasema hiyo ndio ina ardhi, ina gesi, na madini, ina kila kitu. Kwa kama nataka kuwahudumia Watanzania achukue hiyo. Profesa Kabudi anawaambia. Wakasema a, a, a sasa hii ya Tanganyika mambo ya kuzunguka zunguka kama mheshimiwa, sasa hivi Kenya, Uganda, Marekani kidogo, Canada, Australia inahusisha. Akamwambia hiyo haihusiki. Yaani yule wa Tanganyika atakuwa ni Namtumbo, Liwale, Kagera, wanamwambia Profesa Kabudi, hapo ndio mlipokosea, hapo ndio kosa lenu. Sisi tunataka zote, zote za ardhi na kuzunguka huko nje ya nchi. Ninyi mlisema hayo, ikaonekana kama hatueleweki. Tukakubaliana huko kwenye tume twende tukamtafute bwana mkubwa kwenye timu ya kwenda kwa bwana mkubwa mimi nilikuwepo. Sasa kataeni na ukweli huo, na hawa wazee wako hapa, wasimame waseme uongo nachokisema. Subiri, subiri, na nimekuwa nikisema hivi. Subiri, tumekwenda kwa bwana mkubwa, na ili kuweka uwazi tumechukua na watu wa asasi za kiraia. Tumekaa mkutano na yeye, amekaa hapa, mimi nimekaa hapa, na kazi yangu huwa ni ukatibu, kuchukua minutes M, kikao cha zaidi ya masaa mawili, amesema huo muungano mnapendekeza, hatutaki haya masuala ya maadili, ni mambo kama ya magazeti ya udaku hivi sasa, akakatae hili kwa sababu ujue, mimi ni kijana pia, nilikuwa nikichukua rekodi siku ile, na mi sitaki tufikishane huko. Amesema sisi tunakubaliana muungano utakuwa hivi, na baada ya hapo Zanzibar watapewa kila kitu, kila kitu. Akamuuliza mama mmoja, mzee mjumbe wa tume, mheshimiwa, ukifanya hivyo unajua muungano ndo utakuwa umekwisha. Akasema ah, sisi ndo tushakubaliana hivo. Nikarudi kwa hawa wazee kutoa ripoti na wale wenzangu, hivi ndio mnavyofanyaga kazi tukubaliane mambo halafu myageuke baadaye. Warioba akasema Polepole, haya tuliyokubaliana ndiyo hayo. Na wale wazee nakwambia, usikilize, ni hawa hao, ndio ulivyowaona walivyo. Haikutosha, tukarudi kule tena kwenye CCM. Ninyi mmekubaliana mambo haya, kipindi hicho bado miezi miezi nyuma ya matokeo nimeyaona, baadaye wamesema hapana na huyu bwana mkubwa anazungumza mbele yangu akionyeshwa kufurahishwa kwa mwenyekiti wake wa chama kuleta rasimu ya Warioba, halafu wajumbe chini ya yeye wakamkatalia. Anasema mimi, rais unabezwa una kwenye kikao. Sasa unajua mimi pia ni mwana CCM. Nikasema sasa, kiongozi wangu unawezaje kufurahia kiongozi wako anapobezwa anapoleta jambo la wananchi? Msikilize vizuri, nilikuwepo na hawa watu. Leo nitawataja hawa sasa, wasimame wanibishie, alafu sasa ndo turudi kwenye rekodi vizuri zaidi. Sasa nitawaambia kwa sehemu, kwenye CCM waliokuwa wanautaka urais kwa udi na uvumba wanajulikana, na nikiwa, nikiwasema ninyi mwafikirie watatu, aliyekuwa juu yao mnamjua aliyekuwa anaonekana anakubalika zaidi kuliko wenzake kwa namna aliyoijua yeye. Huyu nimezungumza naye mimi, si maneno ya kusimuliwa. Sasa nasema kweli kweli. Mimi nikasema hivi, sikilizeni, tume baada ya kuisha nilisema hivi, hizi kibubu nilijiwekea wakati wa tume, sitatafuta kazi nyingine yoyote nitashughulika na watu wamekwamisha maoni ya wananchi kwa nguvu zangu zote. Kwa hiyo kila siku ilikuwa kukesha na wazee hawa, ama tuko ofisini mjini ama nyumbani kwa mwenyekiti Warioba, kila siku. Na mtu mmoja wapo tuko naye pamoja, Profesa Baregu, kila siku jioni, karibu kila siku jioni tumekaa pale tunasikiliza namna ya kusaidia maoni wa ya watanzania yarudishwe kuwa ndio msingi wa kuandika katiba mpya. Tunafika mwishoni hapa, nagundua ya kwamba yule mtu aliyeniambia mimi kwa kujiamini, ameshaamua anataka urais. Nikasema, hivi sikiliza, hata kwenye mpira unaweza ukapigwa bao mara ya kwanza na ukiamua unaweza ukapigwa bao mara ya pili. Nikasema kama tumepigwa bao mara ya kwanza, mimi sitakubali kupigwa bao mara ya ngapi ya pili, na ndio nikasema, kama huyu akipewa, wale wenzake niliwasema kwa sababu walikuwa wanateteresha CCM, ila huyu nikasema katika histori yangu kila mtu ana histori yake. Katika histori yangu katika maisha yangu nimemshuhudia mwenyewe mara mbili akitoa maoni, na tulipokwenda kuongea naye baadaye, huyu, sitaki kutumia neno la Mwenyekiti Mbowe, over my dead body, huyu hatokuwa rais hata kwa kura yangu moja. Kipindi kile baadhi ya watu wakanitukana kipindi hiki nikasema, kwa nini nimezungumza? Pia si tu mgombea wa CCM, nimezungumza pia na mgombea wa Ukawa. Nikasema Ukawa wakati inaanzishwa nilikwepo, nilikwepo wakati bunge liko Dodoma, mimi tunafanya kazi na wazee hawa. Wajumbe wa Ukawa walikuwa hawaijui rasimu vile vya kutosha, kwa waliomba usaidizi, mtufafanulie mwandishi wa hawa wazee ni Polepole ndio alikuwa anakaa usiku kucha anasaidia kuandika hotuba za kufafanua maoni ya wananchi Dodoma na hawa wakijua kabisa kabisa, wakijua hivi, adui yetu tunamjua hivi we, ungekuwa wewe ndio Polepole leo adui mliyehangaika usiku na mchana. Mwenyekiti Mbatia anapiga simu saa nne usiku anasema, Polepole, Mungu akubariki sana, usivunjike moyo, tunaendelea tunataka kesho, tunazungumza tunazungumza maadili, tunataka tuweke kama peji sita saba hivi, hoja nzito nzito. Halafu leo mtu huyu tumehangaika naye muda wote, mnakuja kusema huyu ndio jemedari wetu, sijiunge kwa Polepole sijiunge, jisikieje? Unajua, kuna kiwango cha ubinadamu kujizuia, halafu kuna kiwango cha kibinadamu kimeshindikana. Baada ya kusema hayo, niendelee kusema tu amani inataka kusema kweli na tuisimamie kweli kweli, na nimerudia tena, mimi siogopi mtu, kwa sababu hata Mungu nahangaika kumwogopa, ndio kazi yangu duniani. Kauli za uchochezi tuziache, na kauli za uchochezi hazitoki Chadema kwenye chama, kauli za uchochezi hazitoki CCM kwenye chama. Kauli za uchochezi, ifike pahala tuanze kuzungumza, kulijua tatizo. Ni mdudu wa plasmodium ndani ya mwili wako ndio anatuletea shida. Ukisoma Chadema kwenye katiba, chama kizuri tu. Ukisoma CCM, chama kizuri cha ukombozi, ambacho na mimi ni mwanachama wake. ntasema kauli mbili. Kauli mbili, maana mnasema kila siku Polepole pole, wewe ubana uwe nyutro. Sasa nitasema kauli mbili za watu ndani ya CCM na watu ndani ya Chadema ambazo mimi niwaombe hawa ndio viongozi. Mmoja nimesha, nilisha mkanya kwa sababu tunaruhusiwa kukanyana, hata kwenye imani yangu. Sasa hawa wengine pia ninatumia fursa hii kuwakanya leo, waombe samahani wa Tanzania. Ilikuwepo kauli ya Nape, kaka yangu na kiongozi wangu, alisema goli la mkono. Si mmeisikia sana? Si kila mtu ameisikia kwenye mdahalo wa Mtwara? Nikisema kaka yangu, hii sio kauli ya kiuongozi. Kwenye uongozi, usifanye masihara, neno la kiongozi ni neno linasimama Huwezi kuwa mchungaji ukiwa kanisani ukasema hivi ukitoka nje unasema jamani hili si, si, nazungumza kama mimi. Siku hizi kuna lugha ya kihuni, unasema hapa ninazungumza kama mimi. Ukiwa kiongozi hauna kama mimi. Ni kiongozi wakati wote, hiyo kauli haifai. Juzi imesema kauli nyingine na huenda ni mbaya zaidi kuliko hiyo ya kwanza. Magazeti hayakuandika, TV zilionyesha kwa sababu ilikuwa live lakini habari baadaye hazikuripoti tukio hilo. Inasema hivi, uchaguzi ukiwa huru na wa haki CCM ijiandae kuwakabidhi ukawa Ikulu. Uchaguzi ukiwa huru na wa haki CCM wajiandae kuwakabidhi ukawa Ikulu. Kwa kama ni huru na wa haki, je, CCM anajua atapata nini? anajua kama ni huru na haki unafanya mtihani utajua, utajua ni a ah, au b. Sasa hiyo ni uchaguzi, kwa sababu hujui matokeo na hujaona na ufa hivyo. Halafu wakasema wakikataa, yani maana kama sio huru na haki, yani hapo kuna neno moja. Kama ni huru na haki, CCM ikabidhi, lakini hakuna mahala kama ni huru na haki, CCM iendelee. Hakuna hiyo, tutatumia nguvu ya umma kwenda kuichukua ikulu yetu ili hamkulisikia, ili hamkulisikia kawe A, ametoka nani kukemea? Mimi nimetoka hapa leo nakemea kauli hiyo, ndio imefika kule wenzetu wako sasa. Kama mna imani na vyombo hivi na kila mtu anasaya, anaonekana kuvipatia ushirikiano, kwa nini useme tukiwa huru na haki mshindi mimi si wewe? Ikiwa huru na haki, kila mtu anakaa, anasubiri matokeo. Unapoanza kusema ni huru na haki mshindi mimi na usi, nisipokuwa mimi nitaidai kwa nguvu ya umma ikulu, kwenye sheria kwenda kudai ikulu kwa nguvu ya umma kinyume na katiba, ni kitu gani ha, a, a, a, a, a. Ni kitu gani najua vitu hivi, fanyeni navyo mchezo, mimi sina matatizo sina matatizo kabisa. hata kwenye Biblia Yona alikimbia kazi kwanza. Unajua mimi sijakimbia, nimewaelezeni leo mjue, ili ikitokea shida kila mtu anataka kukimbia. Bwana Mungu atasema Polepole pole, bora wewe ukimbie, uliwaambia kwa sababu hata yona alikimbia kabla ya kazi. Sasa fanyeni mchezo na mambo hayo.